Mie maana mie na maji matishi mie, mama baba na yeye, hakuna ndugu. Akirudi sukuli nampiga siu au shavyao. Akirudi na hakikisha kwa siku silabasi tano za baadaye azimaliza silabasi tano hamna kuangalia parimiti wala kiroseki

No, yes, okay. Haya asante, asanteni bibi. Hali za subuhi. Haya, kama nilivyotambulishwa hapa mwanzo, kwa mimi ni mshauri na sana na hapa leo tumeitana kupeana mawili matatu. Kwanza ningeomba nianze na mahusiano na mashirikiano baina ya mzazi na mtoto. mzazi anatakiwa mnagadiwa nashughulikia performance za watoto wenu ili kujua kwamba performance yake inaongezeka au inapungua, kwani inaleta maendeleo mazuri na mtoto ukufanya faulu vizuri. Na shauri wazazi wenzangu, mnakuja skuli na kuangalia taarifa za watoto wenu ili kujua performance zao zikoje. Si nashukuru na hizi mnifahamu wangu wenzangu